Juzi tulikuja hapa na tukachukua fomu e, tukapata maelekezo kwamba e, tuende tukazijaze, na tumezijaza. Fomu hizo zimekamilika, na kama tulivyoelekezwa na chama tumekuja tena kwa ajili ya kurudisha zile fomu e, tumekutana na katibu wetu wa chama, amezikagua ameridhika, na kwa hiyo e, tunamshukuru Mungu kwamba mambo yote yamekwenda vizuri na kwa hiyo sasa sisi tunasubiri sasa taratibu za chama. Najua kwamba kutakuwa kuna vikao mbalimbali ambavyo vitakuwa vinafanya maamuzi kuhusu mambo ya uteuzi. Kwa sasa hivi, mimi nadhani ni mapema mno kusema kwamba nimejipangaje e, kwa sababu sasa mimi siwezi kusema lolote lile ukiacha kwamba nitasubiri sasa. Mimi nilichojipanga hasa ni kumwomba Mungu, unaona, eh? ili Mungu aone na katika vikao hivi basi, na mimi Mungu akanikumbuke ili niweze kupata nafasi hiyo ya, ya kuteuliwa. Sasa e, ndilo naloweza kusema hapa, ndio nimejipanga ni, ni, ni kuendelea kumwomba Mungu yawe kama tulivyokusudia na kama ilivyokuwa matarajio e, yangu mimi na familia yangu na pia e, wananchi pamoja na wanachama wenzangu.